Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa sheria namba tatu ya mwaka elfu mbili na nane ikiwa na jukumu la kusimamia kumbukumbu zote zinazozalishwa katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kumbukumbu zote zinazozalishwa katika taasisi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na uhifadhi wa kumbukumbu zinazozalishwa katika taasisi ya serikali, taasisi ya Nyaraka inasimamia, inatoa elimu. Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu bado ina mafungamano na jamii katika kuhamasisha katika usimamizi wa kumbukumbu ambazo anazo zihifadhi. Katika programu hii, Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu ina zoezi la kukusanya taarifa za watu mbalimbali mashuhuri ambao walifanya kazi hapa Zanzibar. Wakiwemo mashehe, watu maarufu na hata maulama mbalimbali. Katika zoezi hili, Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu imeanza kukusanya taarifa kwa Sheikh Hassan bin Amer, ambapo kumbukumbu zake naonekana ni za umuhimu sana. Kwa hiyo taasisi imechukua jukumu la lazima katika kuzihifadhi kumbukumbu hizi ili ziendelee kuishi kwa kipindi kirefu. Lakini kuishi hapo Taasisi ya Nyaraka na Kumbukumbu kumbu imeendelea kusanya taarifa hizo kwa kukusanya taarifa za Sheikh Fatawi bin Issa ambapo kumbukumbu kumbu zake zimeskaniwa na zile ambazo zinaonekana zipo katika hali mbaya zimeweza kufanyiwa tiba na baadaye kurudishwa kwa husika. Kwa hiyo tuombe jamii inapokuja swala la kuhifadhi ya kuombwa kutoa taarifa zao kwa ajili ya uhifadhi basi wasio wagumu kutoa ili ziendelee kuishi kwa muda mrefu zaidi. Jina langu ni Abubakar Fatawi Issa, ni mtoto wa Sheikh Fatawi wa ishirini na tatu. Maanake nilikuwa tulikuwa ishirini na tatu, kwa hiyo nami wa ishirini na tatu hapo. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya familia yote tunatoa shukurani zetu kwa kazi nzuri iliofanywa ya kuhifadhi vitabu hazina hii, ambayo ni elimu kubwa ya kidini imehifadhiwa vizuri. Kwa hivyo shukurani zetu eh, ni kubwa. Tunashukuru sana sana sana na insha Allah, na wengine wakipata mambo kama haya vitabu na nini, wafadhili au watu wengine wakusaidia viweze kuwekwa vizuri kumbukumbu ya elimu hii. Ni hazina kubwa, ni kumbukumbu ya elimu ambayo ilikuwa na Shekh Fatawi bin Isa. Kawasomesha watu wengi, takribani walimu wengi wa Makunduchi ndio kawasomesha, kina Shekh Muhammad Hasan, Shekh Musa Kasim, Shekh Shekh Kasim Fatawi mwenyewe, Shekh Ali Haji, eh? na masheke wengi wengine, ina maana elimu hii wamepata kutokana na vitabu hivyo ambavyo vimewekwa hazina eh. Misijameka pali elimu bado wamekupa, lakini bado elimu inaendelea, na watu wengi wanakuja kuchukua masomo hapa hapahapa, chuo chua kinaitwa Fatawi, ina maana bado wapo watu wanaendeleza elimu yabe patawisi iwe moja hewe, hebe, mavitabu, bimete, kwa moja iwe ya kudumu. Hivi ni miongoni mwa vitabu vilivyokuwa vimekarabatiwa au vimeboreshwa kwa lugha ya kileo na nini, taasisi ya nyaraka na kumbukumbu kwa eh. Hivyo hivi ndio miongoni mwa vitabu vilivyotengenezwa, lakini ni vingi. Hii ni baadhi tu ya vitabu vilivyotengenezwa. Kwa hivyo shukurani zetu hazina misili, hazina mpaka mm.